Ah, kilicho nisukuma kufuga layers ni ni kuku wazuri. Kwa sababu wanapoanza kutaga wewe ni kuokota mayai kila siku, ni kuokota mayai. Wewe unapotoka nyumbani uombe hela ya tumizi. Isipokuwa unaporudi unaomba jamani kuna shilingi ngapi? Asiwe na hofu. Ni kazi kama kazi zingine. Wewe kama kijana ulianza na mtaji kiasi gani au ulianza na kuku wangapi? Nilichagua wa tangia wani, nikiwa mtoto nilikuwa napenda sana ufugaji, kwa hiyo baada ya kuwa mkubwa nikaamua kuingia huko Kama ilivyo kawaida, ndugu mpenzi mtazamaji wa Rubaba TV, bado tunaendelea kukuletea maarifa mbalimbali kuhusiana na kilimo na ufugaji kibiashara, na leo tupo Geita, Katoro. Tunafahamu moja ya nguzo kuu katika ufugaji ni lishe na ulishaji sahihi. Sasa kampuni ya Koudijs imekuhakikishia kwamba we mfugaji uhangaiki tena, na lengo la kufika hapa kwanza ni kuweza kumletea huyu mfugaji aweze kufahamu kuhusiana na kampuni ya Koudijs na namna ambavyo inaweza ikamsaidia katika ufugaji wako, lakini pia kuweza kukuonesha wewe ndugu mpenzi mtazamaji, watu walioamua kufanya ufugaji wa kuku wa mayai kibiashara. Kwa hiyo kuna vingi ambavyo tutakuletea ili uweze kujifunza. Twende pamoja, subscribe lakini bofya kengele, na mjulishe mwenzako aweze kujifunza vitu kadha wa kadha. Haijalishi huko wapi, ila tu pale unapoamua kufanya ufugaji wa kuku kibiashara, inawezekana. Cha msingi ni wewe kuzingatia mafiga matatu katika ufugaji. Tunamaanisha chaguo bora ya vifaranga, chakula bora, na huduma stahiki kwa kuku wako wa mayai. Uweza kuzingatia hivyo vitu vitatu, basi asilimia zako za wewe kufanikiwa katika ufugaji wa kuku wa mayai ni nyingi mno. Leo Rubaba TV tupo Geita Katoro, na tumewatembelea wafugaji wa kuku wa mayai ambao wao hawa Licha ya kuwa katika maeneo ya wa vijijini wameamua kuweza kufanya ufugaji wa kuku wa mayai kibiashara zaidi, na wafugaji hawa wamekataa kabisa kufanya ufugaji wa mazoea, na mpaka sasa tangia waanze kufanya ufugaji kibiashara wameanza kuona manufaa makubwa ufugaji wao. Lengo la kufika huku ni kuweza kuwapatia elimu ya lishe ambayo ni moja ya nguzo kuu na nguzo ya msingi sana katika ufugaji wa kuku biashara. Lakini hatujawacha hivi hivi, tukiwa na mtaamu wa lishe kutoka kampuni ya Koudijs, tumewachia bidhaa bora ambazo zitaweza kusaidia sana katika kuongeza ufanisi, kupunguza gharama na kuongezea uzalishaji wa mayai ufugaji. Kwanza ndugu yangu, nashukuru sana kwa kutukaribisha eneo hili cha kwanza. Anza, naomba nikupongeze kwa kazi nzuri ambayo unaifanya, asante. Tungependa kifupi tu ujitambulishe, wewe ni nani na upo maeneo gani yotakufaham? Mimi kwa majina naitwa Kristostom Sosten Buhumbi, nipo Katoro. Na kwa mtu ambaye bafahamu, unajishughulisha hasa na ufugaji wa aina gani? Ufugaji wa kuku wa mayai. Kufahamu kwa kifupi tu kipi ambacho ulikuwa msukumo wa kufanya ufugaji, kwa sababu ukiangalia kuna kilimo, kuna ufugaji wa ng'ombe, kuna ufugaji wa mbuzi. Kwa nini ulichagua moja kwa moja kufuga kuku wa mayai? Nilichagua, tangia awali nikiwa mtoto nilikuwa napenda sana ufugaji. Kwa hiyo baada ya kuwa mkubwa nikaamua kuingia huko kwenye ufugaji. Na mpaka sasa una miaka mingapi? Tangia nina miaka saba kwenye game la ufugaji. Ndio. Unajua, kila kitu kina changamoto. Wewe kama mfugaji, ni changamoto gani hasa ambazo zinakutesa na ungetamani zipate ufumbuzi? Mm, changamoto zinazotusumbua zinazo sana ni madawa. Tunapata madawa feki, tunatibu kuku hawaponi kwa wakati, ndio changamoto kubwa. Magonjwa yenyewe ni mafua tusumbua sana. Eh, nilianza na kuku kumi. ya malengo yako labda, wewe unatamani ufikie wapi na wapi na wapi. nifikishe kuku elfu kumi. Ndio. Kwa mfano kuna mtu anatamani kuanza ufugaji leo, wewe <laughs> kama mfugaji wa miaka saba unamshauri kitu gani? E, cha kumshauri anapotaka kuanza kufuga tafute kuku bora, boa, yani mbegu nzuri, afatilie. Akishapata kuku sawa, mbegu sawa, haina shida, na asiingie kwenye ufugaji bila elimu ya ufugaji, atafeli ya nasipa, Ajifunze Ajifu, Ndiyo. Leo tumekuja pia ku leo pia tumekuja kutoa elimu ya kuhusiana na lishe ya vyakula. Mimi nataka niambie tu vitu vichache ambavyo wewe binafsi kama mfugaji vimekufungua, ulikuwa uvifahamu kwenye upande wa lishe. Ndiyo. E, kimenifungua chakula chenu nimekipenda, japo sijakitumia lakini natamani kukitumia. na utofauti wa chakula hiki ambacho unasema umekipenda, na kwa sababu mtaalamu amezungumza mengi, Wewe umeona utofauti mkubwa huko wapi? Huko kwenye matokeo e, ka matokeo mazuri, chakula chenu Tunashukuru sana. Mimi najishughulisha na, na shughuli na za ufugaji. Naitwa Yohana Buhumbi. Nina mashamba mawili. Shamba moja linapatikana Buchosa, kijiji cha Kanyala na shamba lingine linapatikana Chato, kijiji cha Butengo. Sawa. Na katika mashamba yako unajishughulisha hasa na ufugaji wa kitu gani? Ninashughulika na shughuli za ufugaji wa kuku wa mayai, layers. Ah, kilicho nisukuma kufuga layers, ni kuku wazuri. Kwa sababu wanapoanza kutaga, wewe ni kuokota mayai kila siku, ni kuokota mayai wewe. Unapotoka nyumbani huombi hela ya tumizi, isipokuwa unaporudi unaomba jamani, kuna shilingi ngapi? Ah, okay, ni, ni kitu kizuri. Kwa mpenzi mtazamaji, umesikia, ufugaji ni kama mgodi, kwamba kila siku baada ya kutoa kodi ya meza, wewe utajikuta unapata kodi ya meza. Sasa napenda kufahamu, ah, wewe binafsi ulianza ufugaji lini? Na miaka minane hivi sasa nafuga. Ah, na miaka minane. Ndio. Na ulianza na kuku ngapi na sasa na kuku anga? Nilianza na kuku mia nne. Changamoto zipo nyingi changamoto tunazopambana nazo ni upande wa vyakula vyakula muda fulani vinapanda lakini changamoto zingine ni soko la bidhaa muda fulani mayai soko linakuwa liko chini lakini changamoto nyingine <coughs> ni magonjwa Hasa magonjwa gani ambayo? Hasa magonjwa yanayosumbua kwa sana wafugaji ni, ni mafua. Tukibaki pale kwenye lishe, kwa sababu umesema, tunafahamu katika ufugaji lishe ni kitu cha muhimu sana. Wewe unasema changamoto kubwa ilikuwa ni upande wa lishe, hem, ni tuvadulie kama mtu anaanza kufuga leo, ajue changamoto kubwa kwenye lishe ni nini? Aa, ni changamoto kubwa ni kutokuwa na chakula bora. Unapopata chakula bora, kama huu mfuko nyuma yangu, nimeutumia Nimepata matokeo mazuri sana. Hivyo nafurahia, nawaambia na wafugaji wengine kama hawajautumia mfuko ulio nyuma yangu huu, jina linachanganya changanya kidogo, Koudijs hizi, yeah. Ah, iko poa, iko poa inapolomosha. Tunashukuru sana, na kitu kingine ambacho tunataka kufahamu utofauti, tangia anze kutumia hii na kipindi ujaanza kutumia hii utofauti mkubwa ni nini? Ah kabla sijaanza kutumia hii nilikuwa kuku wanataga asilimia sabini wameenda sana, lakini kwa sasa napata tisini na nne mpaka tisini na sita ni kiwango cha juu. Kwa kweli namshukuru Mungu, nashukuru sana. Sasa wewe mfugaji, nadhani huu shuhuda utaweza kuwa ni kitu ambacho kinaweza kukuaminisha kabisa kwamba bidhaa hii ni bidhaa ambayo inafanya vizuri. Watazamaji wengine hasa wafugaji na washauri wafuge, ili wasiingie kwenye elimu ya ufugaji, kwenye kazi ya ufugaji bila kuwa na elimu kwa majina naitwa Emmanuel Sostenes Atanas, napatikana Buchosa Mbeo. Sasa unafuga hasa ah? Najishughulisha na ufugaji wa kuku wa mayai. Sawa, tukiangalia ni kijana na mara nyingi watu wanasema ufugaji ni ishu za wazee au ni ishu ambazo sio za muhimu. We, kipi ambacho kama kijana kilikusukuma kuingia kwenye ufugaji? Uh, ufugaji ni kazi kama kazi zingine. Kwa hiyo unapokuwa umeanza ufugaji, utaokota mayai, utapata kitoweo, kuku wale utauza, utapata mbolea. Kwa hiyo ni kazi nzuri. Sawa, kwa kijana ambaye anakutazama kama wewe hapa, anataka kufahamu, anataka kuanza, mpe tips ambazo wewe binafsi ulizitumia hadi kuweza kuanza, kwa sababu wengine wanajiuliza labda mtaji au nini. We kijana uliwezaje? Mm, kwa kijana ambaye anahitaji kufanya kazi, anahitaji kuwa jasiri lakini pia asiwe na hofu. Ni kazi kama kazi zingine. Wewe kama kijana ulianza na mtaji kiasi gani au ulianza na kuku wangapi ngapi? Mm, nilianza na kuku 400. Changamoto kubwa kwenye ufugaji wako kama kijana na kama mfugaji. Changamoto kubwa Ah, changamoto nadhani ni matilio upatikanaji wa matilio wakati fulani kuna kuwepo na changamoto za hapa na pale usafirishaji kwa sababu matilio huyaandai wewe hauna kwa lazima uyapate sehemu nyingine na kuyafikisha mahala ulipo sawa leo watala mtaalamu wa Koudijs amekuja kutoa elimu ya lishe binafsi wewe ni kitu gani hasa ambacho umeona ah hiki ni kichua kinaweza kianza kunisaidia sana katika ufugaji wangu mm, nilichoona ni matilio ya chakula ambayo yameandaliwa na Koudijs. Uh, utofauti upo ni mkubwa sana. Kwanza hiki ni chakula ambacho kiko bora, ni tofauti na tulichokuwa tunaandaa sisi wenyewe. Yeah, Koudijs wameleta chakula ambacho kiko bora. Habari ndugu wafugaji mnaopatikana ukanda wa Ziwa, kwa majina naitwa Dr. Emmanuel kutoka kampuni ya Koudijs Animal Nutrition. Uh, leo hii tuko katika mji wa Katoro, tumekuja kuwatembelea wafugaji ambao wanajishughulisha na shughuli za ufugaji wa uh, kuku wa mayai. Wafugaji wa kuku wa mayai wamekuwa wakipata changamoto sana katika mji wa Katoro, namna gani wanaweza wakapata chakula kilicho bora kwa ajili ya kutengeneza chakula cha kuku, na waweze kupata mayai kwa wingi, ili wapate faida kwa wingi. Sasa leo tulikuwa na wafugaji ambao wamejifunza mambo mengi sana kuhusiana na chakula kutoka kampuni ya Koudijs. Najua mfugaji unajiuliza, Koudijs ni kampuni gani? Koudijs ni kampuni ambayo inadili na virutubisho vya kuku wa mayai, na kwa upande wa kanda ya Ziwa tuna virutubisho vya aina mbili. Tunazo concentrate kwa ajili ya kuku wa mayai ambao tunasema ni concentrate asilimia kumi, na tunao pia concentrate kwa ajili ya kuku wa mayai pia ambayo ni concentrate asilimia ishirini yani, ni KLC asilimia kumi na KLC asilimia ishirini Nikisema KLC inamaanisha kwamba ni Koudijs Layers Concentrate, asilimia kumi pamoja na asilimia ishirini Sasa leo wafugaji wa ukanda wa Katoro wamejifunza namna gani wanaweza wakatengeneza concentrate hizi ili waweze kutengeneza chakula kilicho bora kwa ajili ya kuku wa mayai kwa kutumia hizi bidhaa mbili, mfugaji utahitaji kuwa na kiwango kidogo sana cha malighafi. Sio kama zamani tulivyokuwa tuna ulundo la malighafi nyingi tuweze kutengeneza chakula cha kuku, lakini leo hii Koudijs inakupa concentrate ambayo utatumia malighafi chache sana zinazopatikana mtani kwako wewe mwenyewe. Ebu imagine unatumia concentrate ambayo inahitaji mahindi, pumba mahindi pamoja na chokaa. Hiyo ni Koudijs layers concentrate asilimia 20. Kwa kutumia hizo malighafi chache unatengeneza mchanganyo uliokamilika wa chakula cha kuku. Vile vile pia tunayo hii Koudijs layers concentrate asilimia kumi ambayo yenyewe inahitaji kiwango kidogo cha soya, inahitaji mahindi, pumba mahindi pamoja na chokaa tu, unakamilisha mchanganyo ulio sahihi wa chakula cha kuku. Nipende nikuambia kwamba mfugaji ili uweze kupata faida katika ufugaji wako utahitaji uwe na chakula kilicho bora na kilewe kinapatikana kwa gharama nafuu. Ukitengeneza chakula kilicho bora kwa gharama nafuu, kitakupa fursa wewe ya kuendelea kupata faida kubwa zaidi katika ufugaji wako. Tunapenda kukukaribisha mfugaji, unayopatikana maeneo yoyote ya kanda ya Ziwa, tutakufikia na kama unahitaji kujifunza namna gani unaweza kutengeneza chakula bora na upate mayai kwa wingi, tunapenda kukukaribisha. Tunapatikana Mwanza kwa upande wa kanda ya Ziwa, ofisi zetu zinapatikana Buzuruga pamoja na Nyegeze. Vilevile unaweza ukatupigia simu kwa kupitia namba zifuatazo 0765 321 406 au ukatupigia kwa namba 0783 moja mbili saba 4, 0, 6. Namba zetu zinaonekana kwenye skrini yako hapa chini na vilevile pia, kama unahitaji namna gani ya kupata chakula, tutakupa maelekezo na tutakupa namna gani, jinsi gani unaweza kutengeneza iki chakula. Tuna formula ambazo ziko nzuri na zinatoa mwongozo mzuri ili uweze kukamilisha chakula. Angalia sasa, wafugaji wa Katoro wanafurahia ufugaji wao kwa kutumia malighafi kutoka kampuni ya Koudijs, na wanapata mayai kwa wingi. Tunapenda kukaribisha mfugaji, fuga kilicho bora, tumia bidhaa za Koudijs, punguza gharama ya chakula na vilevile uongeze uzalishaji. Asanteni sana, Rubaba TV.